U hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Juni 19 siku ya Alhamisi asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zapa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kulingazia gazeti laku la Mwananchi kwenye habari kubwa za zapa kipaumbele, inaanza na habari inayosema matarajio ya wananchi daraja la JPM Magufuli, e, matarajio ya wananchi daraja la JPM Magufuli. Lakini tuhuma za utekaji watu kupotea. E, tuhuma za utekaji na watu kupotea, Tanzania ya jibu UN. Lakini Samia azindua ujenzi shule mia moja na tatu za amali. Samia azindua ujenzi shule mia moja na tatu za amali. Na wawakilishi misamaha ipungue, vyanzo vya mapato viongezwe. Iyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele lakini Kasim Majaliwa, waziri mkuu asisitiza eh, tafiti za afya aonya ulaji wa chipsi mayai eh, huyu ni waziri mkuu Kasim Majaliwa asisitiza tafiti za afya aonya ulaji wa chipsi mayai. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye chana gazeti lako la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo. Habari inaandika marobota ya pamba ya ya dodolewa Vati e, marobota ya, ya, pamba ya ondolewa vati. Hiyo ni habari ukurasa wa saba. Lakini mufti mahujaji wote wamerudi salama e, mufti mahujaji wote wamerudi salama. Hiyo ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la habari leo. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la habari leo ni Samia atoa maagizo mazito Simiyu. E, Samia atoa maagizo mazito Simiyu, agiza viwanda kutumia pamba ya nchi kuchakata nyozi ataka shule za amali ufundi kutatua tatizo la ajira. Habari kwenye gazeti lako la habari leo inaendelea ukurasa wa pili. Lakini waziri mkuu Kassim Majaliwa ataka teknolojia isiathiri usalama wa wagonjwa, si asisitiza usalama wa taarifa zao. Habari ukurasa wa tatu. Lakini serikali yashauriana na Marekani kasoro za uhamiaji. E, serikali ya shauriana na Marekani kasoro za uhamiaji habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za ndani. Lakini ukurasa wa nne wa gazeti la habari leo kuna habari inayosema serikali, eh, eh, wasira awapasha wanaobeza maendeleo eh, wasira awapasha wanaobeza maendeleo habari ukurasa wa 4 wa gazeti lako la habari leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti lako la habari leo tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo lenye habari kubwa inasema Rais Samia Samia awataka wananchi maswa kutumia fursa ujenzi wa miradi ya maendeleo. Lakini Zanzibar Zimbabwe zimarishe diplomasia ya uchumi. E, huku watanzania wahimizwa kudumisha amani. Na bajeti kuu ya serikali yapitishwa Zanzibar. Bajeti kuu ya serikali yapitishwa Zanzibar. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Na ngechana Zanzibar yetu angazie gazeti lako la uhuru lenye na habari kubwa inayosema Rais Samia atangaza neema zao la pamba. Rais Samia atangaza neema zao la pamba. Lakini Wasira awatolea uvivu wanaobeza maendeleo nchini. Wasira awatolea uvivu wanaobeza maendeleo nchini. Na Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, fanyeni tafiti zenye tija. Waziri eh, mkuu Kassim Majaliwa asema fanyeni tafiti zenye tija. Lakini Rais Dr. Mwinyi eh, na balozi wa Zimbabwe wateta. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mbele pata na kile yako kwa habari kwa kina. Lakini, sehemu zaidi yapongeza NMB kudhamini kongamano la uwekezaji Zanzibar. Ya pongeza NMB kudhamini kongamano la wawekezaji Zanzibar ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele, lakini kwenye gazeti lako la Majira lenye habari kubwa inayosema watu 142 wakamatwa Tanga. E, watu 142 wakamatwa Tanga. Lakini maumivu ya mgongo, nyonga, magoti zaidi kusumbua. E, maumivu ya mgongo, nyonga, magoti yazidi kusumbua, lakini Rais Samia aihakikishia Simiu soko la uhakika eh. Rais Samia ayakikishia Simiyu soko la uhakika. Lakini serikali tumeona masharti ya kiuhamiaji ya Marekani au ni serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania asema tumeona masharti ya kiuhamiaji ya Marekani. Lakini rais aendelea kuweka mawe ya msingi shule za amali eh. Rais Samia aendelea kuweka mawe ya msingi shule za amali lakini Dr mpango amwakilisha Rais Samia mkutano Italia. Ino ni gazeti lako la majira kwenye kurasa za mbele. Na tuangazia gazeti lako la taifa Tanzania uzalendo kwanza lenye linaandika wazabuni, e, wazabuni Dodoma wapigwa msasa matumizi ya moduli. Lakini Rais Dr Samia aonyesha kuwa viamini vyama vya ushirika Rais Dr. Samia aonyesha kuviamini vyama vya ushirika lakini Dr. Mpango amwakilisha Rais Samia mikutano miwili Italia. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini serikali yahimiza ushirikiano wa sekta e, binafsi kuboresha huduma ya afya. Serikali yahimiza ushirikiano wa sekta binafsi, sekta binafsi e, kuboresha huduma ya afya hiyo ambayo pia inapatikana kwenye gazeti lako la taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Lakini tuangazie gazeti lako la uelekeo. Lenye nambari kubwa inasema Simba Chawene aipa tano wizara ya fedha. E, Simba Chawene aipa tano wizara ya fedha. Lakini afisa wa polisi mbaroni kwa kumpiga risasi raia. Afisa wa polisi e, mbaroni kwa kumpiga risasi raia na Samia awaahidi makubwa itimila. Samia awaahidi makubwa itimila. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la uelekeo. Lakini bado kuna habari inayosema ni ukasuku kudai Tanzania haijafanya kitu. E, ni ukasuku kudai Tanzania haijafanya kitu. Huyo ni Steven Wasira. Lakini tuangazia gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge, lenye habari kubwa inayosema SMZ yapongeze NMB kwa kudhamini mash... kushiriki kongamano la uwekezaji Zanzibar. Lakini bado kuna habari inayosema Samia mikopo halmashauri masharti yalegezwe huyo ni Rais Samia asema mikopo halmashauri masharti yalegezwe. Lakini aagiza ya kamati ya usimamizi kurahisisha masharti mikopo ya asilimia kumi ili iwafikie wengi zaidi. Lakini amwagiza Waziri Huseini Bashe kuhakikisha tume ya umwagiliaji inakuwa na ofisi mkoani Simiyu. Lakini bado kuna baadhi wanaosema waendelezaji mradi uzalishaji umeme Lupali kuimarisha ulinzi na usalama lakini Wasira awatolea uvivu wabeza maendeleo. Huyo ni Steven Wasira awatolea uvivu wanaobeza maendeleo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga, sauti ya wanyonge kwa asubuhi ya leo. Lakini Mwanahabari, gazeti lako asubuhi ya leo, lenyewe inatuhabarisha bilioni 416 za jenga shule za amali nchini, bilioni 416 za jenga shule za amali nchini. E, lakini waziri mkuu Chunya aiweka Tanzania kwenye ramani ya dunia Waziri mkuu uh, chunya yaiweka uh, Tanzania kwenye ramani ya dunia. Lakini kuna habari inasema, zaidi ya bilioni mia moja na saba za kamilisha usambazaji wa umeme vijijini Simiu, huyo ni Kapinga asema. Lakini waziri mkuu uh, Steven Wasira awatolea uvivu wanaobeza maendeleo, huyo ni Steven Wasira, endelea kwa kutolea uvivu wanaobeza maendeleo nchini Tanzania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, ukurasa wa mbele. Na tuangazie sasa kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo e, kwenye habari kubwa kabisa ukurasa wa mbele linaanza na habari inayosema wabunge watekwa e, na joto la uchaguzi e, wabunge watekwa na joto la uchaguzi. Wizara ya fedha yataka udhibiti e, udhibiti sera ya ununuzi. Wizara ya fedha yataka udhibiti, e, sera ya ununuzi. E, lakini kuna habari inayosema Samia aweka msimamo kwa viwanda vya ndani huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan aweka msimamo kwa viwanda vya ndani Lakini upandiki, upandikizaji uloto hatua kwa hatua. Ndani ya gazeti lako unanipashe, huku zipa ya mtunuku tuzo Mwinyi kuvutia uwekezaji Zanzibar. Lakini bado kuna habari inaosema polisi anika sababu kuhusu matukio ya utekaji. Hilo ni jeshi la polisi laanika matukio sababu za utekaji Tanzania. Na tuachane sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali tuangazie kwenye michezo na burudani gazeti lako e, tunaanza na gazeti lako la habari leo linaandika Yanga Simba jino kwa jino. E, Yanga Simba jino kwa jino, lakini Mwinyi ahidi uwekezaji zaidi kwenye michezo. Mwinyi ahidi uwekezaji zaidi kwenye michezo, shimero kwatu, lakini Liverpool kuanza ligi dhidi ya Bonamouth hiyo ni habari ya ukurasa 22, wa gazeti lako la habari leo lakini kwenye gazeti la Zanzibar leo kuna mchezo na andika Dr Mwinyi SMZ itaendelea kuwekea kuwekeza katika michezo kwa. Dr Mwinyi asema SMZ itaendeleza kuwekeza kwenye michezo, lakini shime haifagilia michuano ya sekafa eh, shime haifagilia michuano ya sekafa huku Simba Yanga zaendelea kukabana kwa ubingwa wa NBC Premier League Simba Yanga zaendelea kukabana ko NBC Premier ligi. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Yanga Simba jino kwa jino, Yanga Simba jino kwa jino, huku tano na huku tano yazidi kuonyeshana ubabe. Lakini shime azitolea macho pointi tatu za Uganda. Na gazeti lako la majira linaandika: Simba Yanga Azam za piga 5G ligi kuu, magoli 22 yafungwa kwenye viwanja vinane. Lakini Taifa Tanzania lenye naandika ni mayai tena Karia uraisi. Ni mayai tena au Karia kwenye uraisi. E, lakini kuna habari inasema Mamelodi Sundowns yadhibiwa ya, yadhibiwa, eh, kwa e, kwa kuchelewesha muda. Mamelodi Sundowns yadhibiwa kwa kuchelewesha muda. Lakini Yanga Simba Azam wapiga tano tano. E, Yanga Simba Azam wapiga tano tano. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Taifa Tanzania kurasa za michezo huku gazeti lako la uelekeo kwenye michezo linaandika vita ya ubingwa ya noga, Yanga na Simba zote za bamiza wapinzani wao tano bila. Prison fonten geti, hali bado tete, lakini Azam ya malizana na ibenge. Karia, kuna watu wameishtaki serikali FIFA huyo. Eh, ni Karia asema kuna watu wameishtaki serikali FIFA, lakini Majogoro kuondoka Chipa United. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Machinga kwenye kurasa za michezo lakini gazeti la Machinga e, bado e, lina habari inayosema Simba Yanga jino kwa jino zapiga 5G bunge seradbzanda bonanza Dodoma, lakini uchaguzi TFF wenye uwezo wajitokeze. Na gazeti la kula mwana habari inaandika e, wana michezo Handeni vijijini wamwombe e, Msofe kugombea ubunge e, wana michezo Handeni vijijini wamwomba Msofe kugombania eh, uh, ubunge lakini Simba Yanga zaendelea kukabana ko kileleni. Juma Kaseja aivimbia Namungo yu inabari kwenye gazeti lako la mwanahabari na soa kupishana na Musonda Yanga, lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la mwanaspoti mwana ukurasa wa michezo inaandika weka niweke weke e, kamara mambo freshi ahwa anakimbiza, e, kamara mambo freshi ahwa anakimbiza ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Nipashe lenyewe kurasa za michezo litatundikia habari inayosema Ibenge kutua Azam na wachezaji saba, Ibenge kutua Azam na wachezaji saba. Simba Yanga jino kwa jino, awa aendelea kukaribia kiatu cha dhahabu hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, na gazeti lako la nipashe ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pati nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.